Kabla hatujaingia moja kwa moja kuueleza huo udhu wenyewe ulivyo, ni lazima tutoe uthibitisho juu ya swala zima la kutawadha. Je, ulazimu huo wa mwenye hadathi ndogo, kwamba ni lazima atawadhe, umepatikana wapi ulazimu huo? Kabla hatujauzungumzia huo udhu wenyewe unavyotimizwa. Lakini je, hilo swala zima la mwenye kuswali lazima atawadhe, hiyo amri yatoka wapi? Asema, alwudhu mashru'un bilkitabi wasunna walijma'. Udhu ni jambo ambalo lime, lim, limo katika Uislamu kisheria kwa mujibu wa Qurani na kwa mujibu wa Sunna bal alijma'. Ijma ni kauli za wanavyoni wamekubaliana juu ya ulazima wa kutawadha. Baada ya kuzipitia dalili za Qurani na dalili za Sunna, Allah subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayuhaladina amanu, enyi mulwamini idha kumtum ila lsalati, mukisimama kwa ajili ya kutaka kuswali, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, ila almarafiqi, mpaka kwenye visukusuku, wamsahu bi ruusikum, na mufute vichwa vyenu, wa arjulakum, muoshe miguu yenu Ilal ka'bayni, mpaka kwenye mafundo mawili ya miguu.